Saa hizi niko kazini. Vipi za si ula gani hizo? Fanya upesi apane kinyengo. Nimekuja kwa ajili yako chapo ukatoroka, unaulizaje? Hmm. Eh? Maswali ukatekwa. Huko katoka vipi katekwa na Munde? Embo go gadesh. Sasa wewe usikilize vizuri, ndiyo. Yaani habari ya Munde kumteka dada yako, unajua dada yako wewe huyu we, ni mtoto wa kike mtu mzima. Sisi kama mapenzi aro tuapanga hizo za wanaondoka lazima Kateko. Kwa makini nakauliza, kwa serikali tuko makini. Tena kama mimi kinyangu mwadilifu. Usiongee baada ya kutekwa una, unaona watarazwa. Una, una. So mapenzi ya yangu bado mdogo. Ana umri gani? Miaka kumi na nane tu, tukatimiza juzi. Basi mbona sasa unaolewa? Sasa bigi vipi? Si mtu wa mtu kabisa wewe. Wewe unaongea miaka kumi na nane unaambiwa mtu mdogo. Kumi na nane si mtu wa mtu unaona nini? Yaani hata ngoma za chezo unaniambia wewe. Eh? Kinyengo. Mimi nimekuleta hapa ni swala kubwa nimekuletea wewe serikali kama serikali. Yaani hapa limeshafika kama serikali. Sikiliza nikupange.

Hizi mada mimi sizitaki hizi. Kama ulikuwa unajiweza kusingeleta mimi. Yeye ndiye mchorochoro kitoani humu na akili nazo zimechorochora. Anachukua panga akafanya kitu gani? Sikiliza wewe acha njembe njembe nyingi wewe, toa matemati toa mbumba tupige kazi. Chepe chepe chepe zitakusaidia nini? Vipi mimi na maslahi? Kinyango kinyango nini? Hapa ni pagazini. Maisha bila kujiongeza hayaendi. Takao unasubiri mshahara kwa mshahara wewe hapa katikati tunaishije hapa? Unacheza

Jenifa mpenzi huyo. Jamani. Ni nani? Niambie, ah, siku hizi inaitwa togwa ya maji. Sema togwa ya maji. Togwa la maji. Bulamali ilikuwa shuleni. Sa hivi inaitwa togwa ya maji. Togwa la maji. Bula hmm, ah. Na Bulamali wewe. Eh? Jenifa. Uko top yani hapa. Ah. Ka yeye na kunywa tu kidogo na kiubaili hiki nikasema ngali nipite. Unajua nimetoka mbali sana. Na mimi bado sijakuacha mama wangu Jennifer. Hmm. Na mimi leo ki na kiubaridi hiki na kimvua kinashuka shuka kidogo, nikasema ah, nipitie kwa Jennifer, tukumbushie milio ya farasi. Si unajua tena mimi ndo bibi wako? Kwani hiyo ile kwa nayo maji. Kweli? Eh? Kwani unasikia kwa zima nani? Sketi, nimeona sketi mimi. Ah, oh, kula ujioni. Si sketi jamani.

Yaani hapa safari ya ai enda kitena mimi nina kiu. Baridi. Sema nini? Tusoge soge hapo mbele. Tuanze tukapata maji. Ah, siwezi. Yaani hata kunyonywa mguu kusogea siwezi. Na kiu. Okay. Sasa. Sema nini? Wewe nisikilizie. Be careful. Wacha mimi niingie kitani hapo ni cheki se mwenye bomba nichote maji. Au sio? Ufanye chap basi.

Vipi, alhamdulillah rabbil alamin, yani Sikanka, bora nimekuona, bora nimekuona. <laughs> ndugu yangu, mimi nina ubuyu, ee nina ubuyu wa moto, bado hujapoa hata kidogo. Sasa sikiliza, Sikanka. Ndio. mimi na siri karibia kijiji chote hichi cha Dakawa nimeshikilia, mimi hapa siri za watu, utachagua kujampa au kujampa, ujipa kazi hapo, utanuka mami Togo la maji. Unanipotezea muda na hasia si za kumtafuta munde, afu wewe unazidi kunipotezea muda hapa, utaulipa muda wangu taratibu. Sasa skanka, mbona kama umeanza kuwa mkali? Sikiliza mkoro. Mkoro, mtupu, fanya chochote kitu mkupe madili. Togo la maji. Eh? Familia. Sawa. Sawa. Siku ya leo, we familia. Sawa. Siku ya leo wewe niambie hizo siri. Ila kesho mimi nitakutoa mwanangu hata ah. Siku moja <laughs> katika siri zote ni kusura dada yako, dada yako wewe na siri zake Je, utachagua kusuka au kunyoa? Dogo wa maji nisikilize. Leo mimi niko vibaya, kama inawezekana niambie hizo siri. Kesho mimi nitakutoa uko vibaya. Uko vibaya <laughs> oh, msema wa Mario unanchekesha. Oh, oh, oh. Yaani wewe nikupe <laughs> siri leo ya ulipe kesho. Sikiliza bwana Skanka, mimi mwenyewe togo maji, mimi mwenyewe muhuni zero zero mbili piga nkupe dili kitambo sana, udambu udambu mzuri kama nombo, nielewi mimi familia mwanao sana na si za mdogo wangu, afu ule ni ah. <laughs> mdogo wangu, kumbuka ule ni mdogo wangu, na maumivu naona na mimi ni makubwa sana juu ya mdogo wangu. Kwa kama kuna siri ndani yake nambie, kesho mimi nitakutoa. Sina zaidi ya hicho unachokifikiria wewe. Wewe, wewe, wewe. Take your time. Tugua maji. Hey brother, take your your time, time. Eh, bwana hela na kunywa icho moto, tunawasha

Pongezi kwa mama imeendelea, nimekuwa kama ni ni ah. Maisha ya huku sio kama huko tulikotoka, huku ni survive or die, yaani ni kufa au kupona, kwa sababu kule tulikotoka sio kama huku. Kule tulikuwa tuna relax, tunatembea tunavyotaka eh, tuna tuna tunakula bata tunavyotaka, tunaenda klabu eh, kwenye vigodoro eh, kwenye midundiko. Lakini sasa hizi tunakimbizwa kimbizwa kama mbwakoko walioiba mfupa wa boss so sasa tunahitaji tuwe makini, kwa sababu endapo tukionesha sura zetu mtaani, labda inaweza ikacholwa na wale watoto wa paka wakatuona. Sasa ni lazima tuwe makini katika hili, na kama unavyojua msela, nimebilivu huba, si unajua nilikuwa sifagili dela Sijali Munde, mi nitakufa kwa ajili yako, na nipo tayari nife na wewe kwa ajili ya kutetea penzi letu. Upo na msela? Naitwa Munde bebi, sela msela, kisela mhuni, nefagiliadela a Siku hizi hakuna UTI, hakuna kichupi, ni hmm, mahaba tu. Sema nini wewe? Mvua, mm, jua, kiangazi, masika. Forever I will die for you. Nakupenda pia. So, mimi nitatoka kwa ajili ya kukuangeikia msosi, kwa sababu hatuwezi kukaa hapa muda wote. Alafu unajua kuna kula. Kwa hiyo mimi nabaki peke yangu? Oh, hapa mama ashumulini kama geto la msela, haingii kuku wala mende hapa, ni usalama sawa. Nitaweka ulinzi kote humu moto, nitamwaga dawa dawa sumu ya panya moto. Hakuna mdudu atakayesogea hapa. Ukuumia wewe, mimi nimeumia. Nitakulinda baby, sawa? Basi usichelewe, mazingira yenyewe. I love you, be careful, usichelewe basi. wow. Chozi la mapenzi. Chozi la mapenzi. Chozi la mapenzi. Awena, sinilektie. Nimetoka zangu kwa mishemishe zangu, nakutana natogea maji anaanza kunielezea vitu, mambo nusu nusu, simwelewi. Mambo kuna na mara huku, mara huku, wewe mimi ndo kakaako Nataka unieleze ukweli. Kuna siri gani ambayo umekaa unanificha mimi hapa? Asikaka, jamani, ni mtu umetoka huko ulikotoka bwana, hata uje taratibu hapa, unakuja si unapayukia payukia. Sasa siri gani unaijua wewe? Hivi ni kumbe, umetoka kote huko ulikotoka. Umekutana bwana na togo la maji amekwambia si masuala gani, unakuja si unapayukia payukia. Hivi togo la maji mwenyewe akizaka sipambe tu upo yule. Sasa

Wewe wenyewe ganja hilo, hilo tu halina shida ila yule mtu unaompelekea hizi ganja wa moto kwao unatakiwa uwe makini umeniambia kwamba nipeleke mzigo umeona sasa hizi tena ananiambia huyo mtu unaompelekea ni mtu ambaye mtu mbaya mba, kama mtu mbaya usingeenda wewe bro. Wewe mdogo wangu wewe upo Mimi ninyanyue mguu niende kule wewe upo na wewe najua kabisa akishindikani kitu huyo mtu mwenyewe nani? Yaani, huye mtu mie, hata nikikutajia huwezi kumjua, ila sehemu alipo nitakutajia, ili upeleke huo mzigo na uwe siri, mpaka unafika pale unampa kisiri, sababu wewe mtu sio mtu mzuri. S poa, yule alina shida kabisa. Kwa wow, makini Umakini hupo, sema nini, kipozeo sasa. Mdogo wangu ushaanza sasa, unapenda mambo ya hela wewe, wa wa mdogo wangu ah. Tumetoka kwenye tumbo moja mimi na wewe mini, mimi hata kama nimeanza kwa kulionajua, tumbo moja mimi na wewe tumetoka, kila kitu wewe unataka hela. Hata basihata nikikuagiza maji ya kunywa nikupe hela ushasema maji maji maji. Sawa mpaka ukamatwe na maskari uko wapi? Bila hivyo mimi natembea zangu naondoka. Kuli yangu fungie umpelekee.

Dunia nenda kasi tena mpera mpera na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa.